Kwangu mimi niliwaeleza kwamba ninafanya taratibu ya kulipa Jumatatu, niache hata ukiniandikisha makubaliano tutakayokubaliana kwa maandishi, alafu Jumatatu ukanikumbusha kama nimelipa ama sikulipa. Hapo nichukulie hatua. Bwana mmoja akaniambia, mzee, naomba ufunge haraka haraka, kwa sababu hapa ukinizubaisha unaweza kuingiza hata kwenye gari huko wanininginize, wakati mimi nalipa kodi. Nimetafakari sana hicho kitu, sikupata majibu yake. Jumamosi sifanyi biashara, Jumapili sifanyi biashara, Jumatatu sitafanya biashara, siku tatu. Leo hii ni siku ya nne, hakuna hata mtu mmoja aliyefunguliwa. Atatoa wapi yeye hiyo fedha akasha hai? Mimi nilichokuwa naiomba serikali ituangalia kwa undani kabisa, kwa sababu sasa hivi biashara ni mbaya, mauza hayapo, hakuna mzunguko. Mtu unaweza ukapitisha siku mbili, hujauza, unakuja siku ya tatu ndio unauza elfu tano, watoto wanataka kula. Kwa hiyo na hii nanii, upande wa leseni na hiyo inakuwa ngumu, wakati mwingine sisi kama akina mama, kwa sababu ni, ni, wanataka uilipe yote kwa mkupuo kwa sababu mimi sasa hivi ukiniambia nakupa siku tano, hiyo elfu themanini uilipe, halafu na hiyo elfu ishirini sijui servisi hiyo, yaani nakuwa na ugumu sana. Tangia juzi watu tunakimbia maduka, tumeacha wazi, unaogopa usifungiwe. Kwa hiyo watupe muda, halafu watuelimishe. Wakija hawajali, yaani hata wakikuta hata bakuli moja kwenye chanja, labda au labda unaishi umo umo au labda ndio makazi yako hapo hapo, hauna sehemu pa kwenda. Wanapokuta fremu imefunguliwa hawajali, yaani hata hawaangalii kusema kwamba hivi huyu, hata kama tumekuja hapa kumfungia fremu, ana nini? Na tunavyojua maisha ya sasa hivi, mtu ana watoto. Mtoto akitoka shule nakuuliza, mama yuko wapi? Anaanza kutafuta mtaani. Kilo ishirini na tano ya unga na kilo ishirini na tano ya mchele na kilo ishirini na tano ya sukari, ndio hivyo, una vijuisi vijuisi hivi. Kweli unategemea kulisha watoto wako unategemea kulipa kodi hapo unapokaa unataka, unategemea kulipa kodi unapoishi? Hivi utaweza kulipa na nani kulipa, hiyo kulipa gharama yote ya TRA na manispaa kuunganisha vyote, utaviweza? Na ndio hivyo, wanapita wanafunga. Kwa hiyo tulikuwa tunataka watusaidie katika hilo. Watoto wetu wanapata shida kweli keli, wanatoka shule wanatafuta mama anakosa huko, unahangaika huko, unaacha kibanda kiko wazi tukienda kule halmashauri unalipa hiyo ya leseni na hiyo tax clearance service levy, ukija huku bado wanakuja wale wataka na wenyewe wanataka ulipie taka. Sasa nikawa najiuliza ile elfu kumi na mbili kule tunayolipa ni ya nini na hizi hela tunazolipia taka huku ni za nini? Alafu istoshe haieleweki, kuna mwingine anaambiwa lipe elfu moja, mwingine elfu tatu, mwingine elfu mbili, mwingine hadi elfu tano Watupangie kiasi tujue tunalipa shilingi ngapi. Sote hapa tulipo ni wajasiriamali wa, wadogo wadogo, wenye mitaji mikubwa wanaweza wakawa wanahesabika. Ombi langu ni moja, tunaomba mwende mtekeleze swala la vitambulisho vyetu vya elfu ishirini ishirini mara ya kwanza, kama litawezekana. Pili, wanaokamata mi, kitendo cha juisi nimeshuhudia, kuna jirani yangu napofanyia biashara, nauza juisi mpaka sasa wamemfungia, na halikuwa na siku tatu, amefungwa ile biashara. Mtaji uliomo mbe haufiki elfu hamsini kufunga biashara hivi ndio kupata pesa? Ndugu zangu, naomba niwaambie ukweli, ukifungiwa biashara unaweza kujikopesha hata shilingi elfu mbili utakakopa, inawezekana. Na mimi hapa kabla zinatoka meza hii lazima sipate maazimio, kipi kifanyike ili biashara zifunguliwe? Umenipata vizuri? Ndugu zangu wafanyabiashara, mmenielewa? Lazima tufanye biashara kwa laa na lazima tulinde mitaji yetu. Tunani nani mitaji yetu huku mitaji inafungwa, ambaye shakaa ikawa kati ya serikali na wafanyabiashara, amshe mkono. Yupo ni hakuna. Jumuiya ya wafanyabiashara kwa pamoja, hii ni tatizo tuliokuwa nayo hapo. Tuna tatizo ndugu zangu, haiwezekani ndugu zetu wamefungiwa biashara afu sisi tukasinzia tukalala, na tunasema sisi ni jumuiya ya wafanya biashara tutakuwa toshi, si ndio?